Karibu katika Jumatatu nyingine hii ya leo, Jumatatu ambayo tunaenda kuendelea kusikiliza simulizi na mikasa, visa, changamoto, magumu na mazito ambayo amepitia ndugu yetu Bahati. Najua wengi mna sira sana, mmekasirika kutokana na pale tulipoishia. Ile ilopita, imekuwaje tena Bahati amekuja kufanya hivyo? ambapo tulipoishia kwa wiki iliyopita Bahati anasema alikubidi akubali uchawi mikoba ya mama yake baada ya kuona hata yule ndugu yake ambaye amebaki naye anakaribia kupoteza maisha, na mbaya zaidi anaambiwa kabisa, hatima ya dada yako ipo mikononi mwako. Bahati anasema wengi watashindwa kunielewa, lakini Bahati anasema mimi hisia na maumivu na uchungu ndio zilinipelekea mimi kufanya vile. Bahati anasema nilifikiria vile ambavyo nishawapoteza wote na nini. Na tena naenda kumpoteza mwingine, hapana. Lakini Bahati anasema sikujua kama nimefanya ni uamuzi sahihi au sio sahihi, kiukweli mimi mwenyewe hata sikujua imekuwaje ni, nimekubali leo, nimekubali yani, nimekubali ndio, nimekubali hivyo yani, fikra zangu zilikuja tu hivyo kwamba ndio ndugu yangu kwa alibakia hicho tu basi. Bati kwa wiki ilopita anatuambia kwamba alikubali kukabidhiwa mikoba ya mama yake, na Bati anasema kuna masharti machache ambayo aliwapa akisema kwamba kwenye hili swala hataki mambo ya yaani mambo yahusishwe na mke wake au watoto wake, atakapokuja kupata watoto hataki watoto wake wasihusike kwenye maswala, wala si kwenye kafara si na nini, hataki lakini Bati anasema pia majibu aliyompa ni kwamba masharti yake yatavunjwa kutokana na matakwa ya ya hayo ya kwake ya, kwa ya, kwa ya kichawi ya kwamba itakapofika wakati unatakiwa kutoa sadaka fulani utatoa. Kwa hiyo Bahati nasema hata kunificha chochote, lakini Bahati nasema nilikaanza moyo ili niweze kumuokoa dada yangu. Itakuwaje basi? Tuendelea kwa siku hii ya leo, ni kukumbushe tu kwamba unasikiliza 98.7 Banana FM. Mimi naitwa Madam T na simulizi zetu hii ya Bahati YouTube ya Banana FM. Banana FM, andika tu Banana FM TZ kule, ipo kwanza. Ukiingia Bahati sehemu ya kwanza kabisa tulipoanza, sehemu ya kwanza. Kwa hiyo ukifika kule hakikisha umesubscribe, alafu utasikiliza kwa uzuri kabisa, share na kwa wengine ambao wana unatamani kupata simulizi, unatamani wasikie mkasa huu wenye fundisho, basi unaweza ukashare na wengine. Basi bwana Bati anasema alikubali masharti ya mama, ama mimi mikoba mamake, kutokana na hofu ile kumpoteza dada yake, kwa hiyo akakubali. Na Bati anasema baada ya kukubali, aliomba kwamba inabidi airishe safari, sasa asirudi siku hiyo. Na Bati anasema kwangu haikuwa ngumu kumwambia mke wangu sababu ya kuahirisha, kwa sababu tayari nilishaambia dada yangu anaumwa, kwa hiyo nilimwambia kwamba s hospitali siwezi kuondoka, nikamwacha inabidi nikae naye, inabidi nibaki hapa mpaka nijue hali yake inaenda vipi. Lakini Bahati anasema pale nilipewa masharti ya siku kadhaa za kubaki pale kwa ajili ya kupewa masharti. Basi Bahati anasema kweli nika pale kwa zile siku, nikaambiwa maneno mengi, nikapewa manini manini. Na Bahati anasema nakumbuka kitu ambacho sitaki kusahau. Bahati anasema ile siku ya kwanza, ni siku ya pili siku ya tatu Bati anasema nilikuwa napelekwa hadi na sehemu nyingine huko msituni sio na nini. Bati anasema usiku, tunaenda tunatambulishwa, tuna, kwa watu wengine. Bati anasema nilishangaa kukuta na watu ambao wapale kijijini kwetu nilikuwa nawaheshimu vizuri tu, kumbe na wao ni wachawi. Bati anasema ndo niligundua kumbe, yani wachawi kijijini kwetu wachawi walikuwa yani, wengi sana, ni vile tu mamangu alikuwa ni ile amebobea kiongozi yani, mamangu alikuwa ni ule nginja nginja, mchawi nginja nginja. Lakini Bahati nasema wachawi walikuwa wengi. Wengine ndo nikaambiwa, wengine wageni, wengine wana mwezi mmoja, wengine wana mwaka. Kwa hiyo nikaambia nitazoea taratibu nisiogope na nini. Lakini Bahati nasema siku ya tatu nilipewa kitu cha kumeza kingine, ni kuna kitu kingine, kingine nilipewa cha kumeza. Na Bahati nasema nilivyomeza kile nikaambiwa pia natakiwa ni mshawishi yani, nitakapoenda nina kazi ya mshawishi, mke wangu akubali ili niweze kufanya kazi kwa uhuru, kama mamangu alivyomshawishi hti babangu. Ndio maana babangu akawa sio kwamba ye na yeye ni mchawi, lakini akawa amekubali kwamba mke wake ni mchawi ili nini? Bati anasema ili niwe nafanya kazi zangu kwa uhuru, ili niweze kufanya kazi vizuri niweze kufanya kazi kwa viwango kama ninavyostahili. Bahati anasema hivi, nikiwaza mke wangu huyu, mama mchungaji, kwanza tu hiyo nyumba, sijui kama nitaweza kwenda kukaa na haya madudu yangu ambayo ninapewa, sijui sijui kabisa. Bahati anasema sikuwa na namna, yaani niliwapa tu moyo, nikawambia itabidi mnipe tu muda, tashawishi. Lakini Bahati anasema mwingine mzee mwingine pale alikuwa anasema ni mkuu mwenyewe wa pale, akasema kwamba usijali, sisi tutakusaidia. Siku ya mwisho ambayo utakuwa kwa ajili ya mafunzo, kabla hujaondoka, hujarudi mjini, kuna kitu tutakupa na tutakupa maelekezo ya kukitumia kwa, usijali. Bahati anasema kweli, siku ya tano ilipofika, nikapewa kitu kama unga, na Bahati anasema yani kina misiri, misiri ya unga, nikaambiwa kwamba niki lakini Bahati anasema sio mweupe ni mweusi, sio mweupe ni mweusi, lakini umesagwa ma unga. Nikaambiwa nikifika tu nyumbani nihakikishe nisije nikamsemesha chochote mke wangu, yani nikiwa nimefika tu mke wangu akiwa amenipokea, nisimsemeshe chochote kabla ya kufanya nachotakiwa kufanya. Kitu gani? Bahati anasema nikaambiwa ule unga niupakaze, niupakaze mkononi kwenye kiganja cha mkono na nikifika nihakikisha nimetazamana na mke wangu macho kwa macho, na nikitazamana naye nimpake usoni, yaani nimguse, nim, nim, na mkono wangu ule ambao nimepakaa dawa nimguse machoni. Na nikaambiwa nikifanya vile nitampa mke wangu upofu wa kudumu, nikimpa upofu, nikimshawishi kwenye tiba, nikija nikamshawishi kwenye tiba mbadala hizi za mambo ya kichawi Kum, kumuunganisha sasa na mamangu akapona, anaweza akaanza kushawishika naye mambo. Kwa hiyo nihakikisha kwanza baada ya kumpaka vile ateseke, akae hivo bila kuona, akae muda mrefu, alafu mwisho wa siku nianze ni, ni, ni, ni kujidai kama namtafutia dawa kwa mama na nini. Bati anasema nilivyo mpumbavu, nilivyokuwa nimekuwa zamwamwa, nikakubali kweli, nikapea ule unga, nikaubeba. Bati anasema Sikutaka kwa yani, eh, sijui nikiwaza huku nasema, mke wangu akijua mimi ni mchewe, ata atakasirika ata, ata sana, nitamdisappoint sana nitamkwaza sana. Lakini nikimpa upofu mke wangu, je itakuwaje mke wangu atakaa bila kuona? Atakaa tutaweza? Mimi na mke wangu tumezoea kusaidiana ili maisha yetu yasonge. Sasa niko huku mimi, sina chochote, sina lolote kitu, lakini mke wangu kule anapambana, maisha yanaendelea, tunafanya kazi vizuri hivyo alinipa Bahati sema nikuwa na waza mazuri yake mengi. Na Bahati sema siku ambayo naondoka, niliongea na mamangu, nikaambia mamangu, kaambia kwamba naomba nitafute tu njia nyingine ya kumshawishi mke wangu, lakini sio kumpa upofu. Akaniambia hapana, Bahati, mke wako sio rahisi kukubali, unamjua mke wako vizuri, sio rahisi kukubali, lakini hii ndio njia right, ambayo tutafanya akaweza kukuamini na kukubaliana na haya maswala. Basi nasema nikaambia mamangu na, je, tukafanikiwa na akapona da wewe kipofu, na bado asiamini? Akaambia wewe, akishakuwa kipofu akiwa aoni, lazima tutampa masharti ya kumfanya mpaka akapona ili akubali na sisi. Kwa hiyo fanya kwanza hapo tulipokuelekeza, hivyo vingine tuachie sisi. Basi anasema kinyonge, mi nikatoka Njombe kurudi Dar es Salaam. Tena sina mia, alinitumia nauli ni mke wangu, sina pe mke wangu kanitumia nauli ya kurudi Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea biashara za hapa na pale. Bati anasema kiukweli mimi nilikuwa nimepata kazi, lakini Bati anasema ilifika wakati mimi nilibidi niachishwe kazi kule kwa sababu ya leo nipo, wiki hii sipo, leo nipo nipo wiki sipo. Lakini Bati anasema kilichokuwa kinatubeba ni ile biashara ya spare ambayo tulikuwa tumefungua mimi na mke wangu wa na mke wangu alikuwa anisimamia kwa uzuri, kwa hiyo ilikuwa inatulipa kwa kweli. Lakini basi anasema mke wake okay, bado anafanya kazi kwenye ile ofisi ambayo alikuwa amejirua mwanzo. Basi basi anasema mi ni akaanza safari ya kutoka dar dar dar dar Njombe kuelekea Dar es Salaam na basi anasema kweli nikamtaarifu na mke wangu kwamba nitarudi hivyo na nini. Basi anasema siku ambayo mi nimerudi ilikuwa ni siku ya Jumamosi ndo nilifunga safari kurudi kuru kurudi ee, Dar es Salaam. Bahati anasema nimefikia, niko kwenye gari, usingizi hauji, sisi tu kufunga jicho, yani nawaza tu, yani vile naweza kuenda, eti naenda kumfanya mke wangu kipofu leo. Roho inaniuma na nafsi inanitesa. Yani najisi vibaya, najisikia vibaya, lakini nasema tayari ni masharti ambayo nishayapokea, na nimeambiwa nikijaribu tu kuvunja masharti, basi kitakachonikuta ni nisimlomo yoyote kwamba nikiteleza tu, nisipofanya vile navyotakiwa, naika maisha yangu hatarini. Yani kwa sababu eidha, Bahati anasema niliambiwa kabisa nisipokufa basi naweza nikapata ulemavu wa kudumu au nikampoteza dada angu au hata mamaangu kwa. Bahati anasema ni niko kwenye gari niko, yani niko nina stress basi. Bahati anasema kwa nikafika salama mpaka Dar es Salaam. Hata zamani nilipofika Dar es Salaam stendi ilikuwa ni Ubungo. Sasa nimetafuta sehemu nikakaa. Sasa nitakwenda nyumbani. Yaani nikakaa kakaa, kila saa mke wangu ananipigia simu, mume wangu umefika wapi? Mbona kama umechelewa kufika? Sasa nimesema nimeshafika. Basi zamani nilikaa Ubungo almost masaa matatu manne nimefika ni mpaka usiku umeingia mimi niko tu niko zangu tu stendi. Yaani nawaza kwamba nikifika kwa mke wangu natakuwa nimfanyie kitu cha kikatili chik... kama hicho kweli. Basi anasema ile siku nilimdanganya mke wangu kama nimepata gari, nimepata changamoto kwa tachiro kufika. Na nini? Tazima ni daga danganya, sikuenda nyumbani usiku ile. Basi anasema sikuenda nyumbani kabisa ile siku ya Jumamosi licha kufika usiku na nini lakini, lakini sikuwa naonekana, kutafuta tu sehemu ya kulala nikalala, nikasema nitaenda kesho ati nasema na ni nilikuwa natafutani namna ya kulikwepa hii, nishaambiwa kwamba nitagharibu maisha yangu na nini lakini nasikia moyo wangu ni mzito, yani shii kitu ambacho nataka nikifanyani, najilaumu kama nataka kwenda kuua, ntaenda kumfanya mke wangu kipofu maisha yake yote alafu nitegemee mimi alafu iweje? n anaambia ti milango yangu itafunguka, sijui nitaweza kupata kazi yenye mshahara mzuri, sijui na nini. Lakini bati anasema, kiukweli niko so stressed. Basi bati anasema, siwezi kuacha kwenda nyumbani kabisa kabisa. Mke wangu ashanisubiri kwa, kwa hamu sana. Na bati anasema, nilienda nilifika Jumapili na mke wangu aliniambia kwamba yeye anajiandaa kwenda kanisani, nikaambia tu yeye atangulie tangulie, mimi nimechoka sana, kwa hivyo sitaweza fanyaje, sitaweza kwenda ibadani. Akanambia sawa sawa. Bahati anasema mke wangu mimi, akaenda kanisani na mimi nikasema acha nirudi nyumbani, kwa sababu sisi ninachotakiwa ni kwamba kabla sijaongea naye chochote niwe nimefanya hivyo. Basi Bahati anasema nimefika nyumbani, mke wangu, wangu akawa ameshatoka hayupo. Baadaye Bahati anasema sipate tu usingizi, mida kurudi ile mida kurudi, nimekaa nasubiri subiri sana nane nane, najua mke wangu atakuwa anarudi. Basi be, kweli Bahati anasema kiongo wangu akawa amerudi. Basi anasema kati anarudi alipofungua tu mlango na mimi ile nataka sasa kumwekea ile dawa anasema ke hizo Mungu mwache ite Mungu. Bahati anasema ili mimi sasa nishije paka ile dawa mkononi. Alipofungua tu mlango tukakutana hivi, nataka ni mpake dawa. Akanambia, basi anasema yaani kabla sijafanya chochote kafungua tu mlango akasema, asante bwana Yesu, nashukuru mume wangu amerudi wa nyumbani salama, amefika nyumbani salama, Mungu ni mkubwa, sijui Yesu ni mkubwa. Basi lazima pale tu nikajisikia ni kama nimeishwa nguvu, sijui nifanye nini, wakati anaendelea kumfuata kama nikajikua nikaanguka. Basi lazima nimejikua wapi sioni kilichonikuwa nimeanguka <laughs> Nikasiiakia tena mke wangu anasema, mungu wangu, hiki ni nini? Mume wangu una shida gani? Basi anasema, nikiwa nimelala chini, mke wangu akawa haelewi sana anachokifanya, mara nipepee, mara aingie jikoni, mara atoke nje aita mume wangu umekuja, mara atafute simu, atafute msaada. Basi anasema, wakati ile amelala, nimekaa pale chini, nimeanguka chini, nikawa nanyunyua mkono. Nanyunyua mkono ili niweze kumpaka ile dawa, lakini basi anasema ubaya zaidi ni kwamba ninavo mnyanyua mkono mkiongo anaona kama anamuomba msaada vile, sijui sijui anafanyaje, tunasema saa ngapi mkiongo asianze kuomba. Na baada hapo kuomba sema ni baada ya kupiga simu tayari kwa kwa mzazi wake kwamba anaomba msaada, alipiga simu baadaye sema sijui alipiga kwa babake sijui kwa mamake sijui, lakini baadaye sema niliona akiwa anaongea na simu. Baada ya hapo baadaye sema nilivyosikia nimeishwa nguvu vile, na ng'ang'ana kumpaka ule unga lakini Bahati anasema ninavyofanya ngana kufuata ule ku kunyosha mkono nimpake yeye, ni kama ananiombea, anaona kama anaomba msaada. Ninavyonyoa mkono kama naomba msaada, msaada mara nashike mkono fanya basi. Nasema kitu kingine, nikajiuliza, kwani haoni unga? Haoni kama nimechafuka kitu cheusi mkononi? Haoni chochote? Mbona kama sielewi? Lakini basi anasema ndio hivyo, mkewangu akaanza kuomba, akaanza kusali akaanza kusema anavunja sijui lolote baya ambalo limetoka nalo huko, nguvu zote za giza sijui na nini. Baada sema akaomba akaomba akaomba, akaomba. Itakuaje? Bahati ameshavunja masharti aliopewa, ndio kuanza kumekucha. Ni hofu Bahati li alikuwa nayo ndio msababisha akasababishwa ka... na yakatokea yote, akashindwa kutimiza lile ambalo limetimizwa au ni imani ya mke wake ambayo yuko juu yake na ikizingatia siku hiyo alikuwa ametoka kanisani, ndio kwanza alikuwa ametoka kwenye ibada. Itakuwaje? Itakuwaje kama amevunja masharti? Bahati anasema yeye aliambiwa kabisa kwamba itamgharimu, aende anaweza akapoteza maisha, akapata ulemavu wa kudumu yeye, au akampoteza dada yake au hata mama yake. Itaenda wapi? Najua wengi hapo mnatamani kwamba ilizali bora liende kwa mama yake, bora mama yake afye, lakini sijui tutajua kesho kipi ambacho kitatokea. Mimi naitwa Madam T, endelea kusikiliza tisa nane kwenye nukta saba, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii, ni kwambie tu mimi natumia official t 005 na simulizi za bahati kuanzia sehemu ya kwanza. Ang, ingia youtube ya Banana FM, andika Banana fm tz bahati, utaona kwanzia sehemu ya kwanza na kuendelea. Kwa hiyo akifika kule subscribe share kwa watu wengine, ili basi tuendelee kusonga mbele siku ya kesho. Utakuja kufahamu nini ambacho kimeendelea kutokea kwa Bahati.